Shi wewe ambao unatusikiliza tuko na ujumbe kutoka Mwiza Mini Supermarket. Ndio. Unajua ukisikia supermarket sio kwamba wanakwenda tu watu wa Dar es Salaam, mm, watu wa... sijui Mwanza watu wa wapi jamani? Yeyote. hata sisi tuna uwezo wa kwenda huko <laughs> kwa sababu mm. uh, mitaji ama fedha ambayo tunakuwa tunaipata Ndio. Basi vitu ambavyo vinauzwa mle ndani fedha hiyo inaweza kutosha. uh, mm. Sasa karibu sana Mwiza Mini Supermarket ambayo inapatikana mtaa wa Mwinyi, eneo la highway Kasulu mjini mkoani Kigoma, ujipatie bidhaa mbalimbali, vifaa vya vya usafi viko pale, kama sabuni za kuosha marumaru. Uh, kuna dustbins na kadhalika, lakini pia kuna vipodozi kwa ajili ya uh, wewe ambao unatusikiliza muda huu, na vifaa vya usafi wa mwili, vifaa vya bakery na keki, nazungumzia unga wa keki, vifaa vya kupambia keki, keki zenyewe zinapatikana pale hapa pia mteja atapewa ofa ya kuelekezwa namna ya kuchanganyaji na uokaji wa keki na matumizi ya vifaa mbalimbali. Kwa hiyo unapata hiyo faida pia mm. Uh, sio tunanunua vifaa, uh, unafundishwa, unapewa elimu kidogo. Kwa hiyo changamke, changamke kupata hiyo elimu. Eh, aswa. Lakini pia tukukumbushe, kuna vinywaji moto na baridi, lakini pia ziko frozen items. Na hapa nasungumzia ice cream, sausage, kuku, cheese, Uh, ni cheese lakini pia kuna manda, kuna samaki, kuna matunda na mboga mboga, bidhaa za watoto. Nazungumzia mafuta pamoja na sabuni za watoto bila kusahau Pampers, mado, midori na toys za watoto maziwa ya watoto na hapa nazungumzia maziwa ya lactogen. Mm, yanapatikana pale kwao Mwiza Mini Supermarket. Vifaa vya ofisini na shuleni pia vinapatikana, vyombo vya nyumbani, mafuta ya kupikia na vyakula mbalimbali, viungo vya kupikia, vifungashio kama makopo, aluminium foil na pia kuna snacks za aina zote, bila kusahau candy items kama uyoga, baked beans na kadhalika. Wapigie kupitia nambari 0768 422 582. Narudia tena nambari hiyo 0768 422 582, wewe unaweza ukapata maelekezo zaidi. Kwa hiyo hakikisha unawatembelea Mwiza Mini Supermarket ili upate mahitaji yako. Kwa uhakika na hivi sasa tunavyozungumza Mwaluseke pamoja mm, na Alois, kuna kwamba kuna baadhi ya wazazi mpaka sasa hivi e, pengine wana watoto wao wamehitimu elimu ya msingi na umeshapata matokeo yao mazuri kabisa, na anajiuliza kwamba ni wapi sasa ambapo inaweza nikampeleka mwanangu kupata elimu iliyo bora. Usihangaike kabisa, uongozi wa shule ya sekondari Harvard, yenye usajili wa Nekta ac 5969 inayopatikana Katoro, Geita unaotengezea nafasi za masomo kwa mwaka masomo 2026 kwa kidato cha kwanza, kidato cha pili, cha tatu na cha nne. Na shule hii inafanya vizuri kitaaluma ambapo wahitimu wake upata ufaulu wa daraja la kwanza na la pili pekee. Kwa daraja la tatu, la nne na sifuri uweze kuvipata Harvard Secondary. Sasa namo, mwaka 2022 ilitoa 20, uh, mwanafunzi bora ki, uh, kitaifa katika somo la physics na wahitimu wao pia uchagulia kujiunga na shule maalum za kitaifa na wanawalimu mahiri wenye uzoefu na weledi wa hali ya juu. Na ada ni nafuu na hulipwa kwa awamu nne, na shule pia ina wafadhili watoto ambao wanatoka kwenye mazingira magumu. Sasa mlete mwanao kwenye kisima cha mafanikio, ili waweze kutimiza ndoto zake. Sasa kwa maelezo zaidi, kwa kwe mzazi na mlezi, piga simu nambari 0754765757 au sifuri sita themanini na nne mia moja arobaini na mbili mia moja sabini na sita au sifuri saba sitini na tisa 995395 kipeleke mwanao basi, hapa kila kitu bwana, umeshamaliza na una enjoy kabisa, mwanao akipata elimu iliyo bora. Sawa, wakati, yes, wakati wa kizimbani huu. Sasa leo kwenye kizimbani, jamani, tuko na ujumbe uh, kwa baadhi ya watu ambao wamekuwa wakihitaji huduma ya kuongea na ndugu zao ambao wapo mbali, mm, kwa njia ya simu anaweza. Yeah, pia akawa hata yuko karibu, eh, hata kama yuko karibu labda na shida ya haraka ile, bwana niazime simu yako. Yeah, nizungumze kidogo, namba anishaishika kichwani mie <laughs> anatia pale. Yeah, anaongea lakini kwa bahati mbaya wengine wanatelekeza simu, mwingine anaiacha tu, hata awazi kwamba hii simu nilitoa mahali fulani. Yeye anakuwa hana shida hiyo, au ndio ile, anakurejeshea, kumbe pale kuna message imekuja ndio Ndugu mteja, kifurushi chako kimeisha hata asemi. Dakika zimeisha mm-hmm. Asemi anakupatia kimya kimya, na ikiwezekana anajiongeza nafuta ile meseji, alafu anakuja kushangaa mbona mbona niliunga bando la kutosha hapa, lakini naona si, sione saizi. unatamani umuone, labda umpigie ndugu yako umtumie ujumbe unash, yani una, yani unaona vitu kama vinashindwa kwenda, najiuliza vipi? eh, kuja kuangalia kubonyeza ile menyu ya kuangalia salio ah, ni Jamani, kwa kweli nyinyi watu nyinyi mm. Mnakuwa mna, mnatuingiza kweli kweli watu wengine kwenye maamuzi magumu, kwenye makwazo. Eh, yani kuna wakati natamani nikusaidie, sasa nasema hapana, siwezi. Eh, manake huyu sasa huyu nikimsaidia nikamwambia, chukua simu hii kaitumie. Eh, maana kuna mwingine anasema, bwana mimi natamani niazime ni simu yako. Kuna vieti natumiwa kupitia email. Nimeshampatia ya email yako mm. Haya, sawa chukua simu kuna MB kadhaa hapo. Angalia. Kijana anakwenda kujiongeza, eh? Anakwenda kwenye YouTube. <laughs> mayoutube <Nima> TikTok. <laughs> Unajua unakuta yuko na peruzi tu hey. Wala, bila, bila shida yoyote hasahau kwamba liye bando umeshamwazima umeshamaliza kila kitu hey. Unajua, hakuna kitu ambacho kinaumiza zaidi pale ambapo mimi nimeamua kwa mzalendo kukusaidia wewe, simu yangu ambayo nimeweka salio langu mimi kwa ajili ya matumizi yangu binafsi, lakini mwisho wa siku anakuja mtu anakuambia, je, yani sister, naomba unisaidie niongee na ndugu yangu ana shida fulani hivi, afu simu yangu haina salio, ndio ninakopa kwa moyo mmoja kabisa. Ninajua kabisa mimi kwa salio nilikuwa kwenye simu yangu eh, ndio nitocheleza kabisa na mimi kuwasiliana na ndugu zangu kufanya mipango yangu ya maisha. Na mwisho wa siku, lakini cha kushangaza na kuumiza zaidi eh, unajikuta umeongea, si umeongea pengine ukajihimiza ukanirudishia ile simu hmm, mimi nakabata safari zangu naendelea, sinajua na salio bila kutosha. Sasa nina safari zangu za hapa na pale, ninafika maeneo ambayo hata sidhani kama za nikapata vucha e, ndio ni shida da sasa, nakwenda kupiga simu, samahani Unakutana mm. <laughs> na ile sauti unakataa ujumbe ule kwamba salio lako limekwisha, unakupiga simu au kupiga sim. <stitutu> sim. kwenye namba hii sura. Najiuliza jamani, fulani nimempa azimo dakika za kutosha tu, amemaliza hata hajaniambia wala basi. Ningejiongeza nikiwa maeneo ya karibu nachukua hata voucher nikaweka nyingine. Sasa unajikuta huyu huyu huyu ambaye amekuwa msamalia mwema, amekuwa mzalendo, amekusaidia wema mawasiliano, mkiwa mm. kosana na mwenzako, siku nyingine unaweza kusababisha ana kumsaidia hata mtu mwingine, anahisi wote tabia ni zile zile. Na mimi nikuambie tu kwamba wewe ambao unatusikiliza wamba, <laughs> story zisije sana kwenye dakika za wenzako, tumie tumie <laughs> kwa kwa malengo <laughs> <Tumye> malengo, dakika tano. Maana sasa hivi sasa wanatuhimiza tuwe na stopwatch <laughs> <Ntio. laughs> na tia zangu pale stopwatch <laughs> naanza kuhesabu eh, kwa kwani zamani ilikuwa ni na na vibanda vya simu, waungwana wanakuona vile, ah, yani jamaa roho roho mbaya eh. Bora sasa nionekane mbaya Hey. Maana, uh, unafahamu mwenyewe rais, hey, kwa uchumi wetu ulivyo huu. Sasa uchumi, kuna mtu mwingine bwana, unamsaidia inauma sasa. Kuna mwingine ni ndugu yako unamsaidia mm, ameongea ameongea, salio imeshaja kwambia, baadaye unakuta salio hakuna kwenye simu, yani, kwambia unashindwa unabaki unaumia moyo. Awe ndugu awe nani? Hey. Yani, lazima unajua, zamani kulikuwa na utamaduni wa watu kwenda kwenye vibanda vya simu kwenda kulipia muda wa maongezi alafu anazungumza kuna ule wimbo wa msanii mmoja unaitwa kichwa ni kibanda cha simu. Uh -oh. Eh, kuna chompa sogi sasa, pale ukizidisha tu, unajua una maruseke kuna yani nimekuwa kama kama kama mimi si kama tuko pamoja. Mm. Nikakuazima simu. Mm. Ukatumia ukatumia salio likaisha. Eh. Lakini hujaniambia baadaye, mimi nikaanza kugundua hilo hilo hilo jambo. Eh. Kukuambia inakuwa ngumu, japo kama mimi nitakwambia kwa ni masiara lakini naona nitakuwa nimeumia, ila vitendo kwa upande wangu mimi utaviona, eh vitendo, ila mimi kwa upande wangu itakuwa ngumu kwa sababu hata uniona najiunga salio na kuambia baba, dakika zimeisha dakika zimeisha. Eh. Au au simu ina matatizo kidogo, haitoi simu, haipigi simu tutarejea baada Ujumbe mfupi hapa. Endelea kuwa nasi msikilizaji. 93.7 Radio Kwizera FM. Radio Kwizera FM. Kigoma. Walianza ku search, waka search. Kitu, pepe rusha bendera wewe. Bia na mlo aa. Bia Haramulo. Tuaija. Wote tuseme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 rasmi nasibu ya taifa kwa kucheza kistaarabu, wasiliana na bodi ya michezo ya kubahatisha piga bure 81151jamani sisi, ujumbe wetu ndio huo kwa siku ya leo. mm. Jamani, ukiyazima kitu. Kwa, kwa mwaminifu piawe niambie Tumaruseke. Ah, bwana kweli nilikuwa nimekuwa zima MB kwa ajili ah, mm. ya mtu kunitumia kitu kwenye WhatsApp wimbo wangu ambao nilitoa sio kwa producer fulani. Mm. Lakini kwa bahati mbaya nika nimesahau na picha. Ndio. Kwa hiyo kuna MB tu chache nimetutumia hapa. Kwa hiyo ni hebu ni nielewe ndugu yangu. Nielewe hiyo. Na mimi nasema aha okay, Hiyo ni nzuri. Na unaja kuangalia salio zimebaki MB 40. Inakuwa inachoka. Basi naweza nikanunua. Eh. Sasa unakwenda haya, nakwenda porini huko. Kuna mashaka tu mtandao, vocha zipo. Kwa bahati mbaya niko mvivu kuweka tena pesa kwenye simu. Mm. Yeah. Hey. Na utakuta zingine uh, hey. Hey. <laughs> Kwa hiyo unaweza ukajikuta sasa unakuwa unaanza kuwa kama kuonekana unaka uchoyo fulani hivi, unakuwa kikwazo kikwazo eh fulani hivi kwa uchoyo hivi unaanza kukaonesha, mtu anaanza kukusema au ni jua tu, ah huyu jamaa bwana, eh basi, anaga na karoka hivi lakini kumbe aishasahau kwamba kuna siku alikuingiza hasara hey, ha, ha, akutengeza mazingira mabovu ambayo kupelekea un wewe fikiria mtu akiweka salio la shilingi 1000 anapiga mahesabu hapa, siku tano hivi unapewa dakika za kutosha, nisiongei chini ya dakika pengine thelathini 20. Na labda kama naongea na, na wewe dakika 30, mm. angalau uwe na kitu cha muhimu kabisa. Mm. Yani, yeah, ni ile tu. Vipi, kwema? Nilikuwa naulizia ah, yeah. sui shuka hilo nimeanika hapo nianulie, sawa, inatosha, imeondoka hiyo, hata hakuna bwebwe nyingi, hamna, sijui vyombo umeviona hapo, bata wametoka. Ah, kwa nini bata wa nini? Mimi nianza kuwachunga bata wako <laughs> wananihusu nini? Kwa hiyo, jamani, nyinyi ambao mnaazima simu mm. za wenzenu kwa ajili ya kutumia salio lao, mw mm. mwaminifu, alafu usiondoke na simu ya mtu ujue, mtu akikwazima simu manake naye kuna wakati anahitaji kuitumia. mm. e mai, kuna mtu anajisahau, anaweka mfukoni mpaka mwingine. Kuna wengine wale wanatabia kusahau kama mimi hapa, unaweza kuta mm. e. simu hivi nimetupa wapi, nimempa nani? Ipo ipo ipo kwenye kochi pale, ndio eh au nipo kwa kule nilikuwa natembea imedondoka. mm. Hey, naanza kuwa <laughs> na wasiwasi, nitafutie wapi? Kumbe ile kwa azima kwa muda fulani, mimi mpaka mwenyewe nikajisahau mwenyewe na nikasahau kama nina simu na mtu, kaji karia kimya kimya, yani mtu kakaa kimya kama ya kwake hivi mpaka bado unaanza kutanga hivi. Hey, kuna mtu amenionea simu yangu. Hey, bwana ulinisaidia mimi ni hapa. na leo tunaishia kwenye watu ambao wanaazima simu kabisa na kumaliza salio, na kesho tutakuja na dozi ya maana <laughs> na Jumatatu natamani sana tuje na na dozi kwa watu ambao wanapokea pokea simu tu za watu. Wewe mtu hajakuambia simu ikiita pokea unapokea tu unapokea unapokea, wewe kama nani? tusimalize uhondo eh, ngoja tuishie hapo kwa leo. Ndio tuishie hapo, ndio kwa leo tu tu, finish hii jamani. Tunashukuru sana kupitia nambari 0692573615 huyu anasema naitwa Uh, nani ya Mungu bahati wa Ruinyana Ngara, sema wakere kabisa na kwao huko wapo, lakini huyu anasema kuna watu sio waaminifu kabisa, ukiwazima simu wanamaliza dakika zote zote, wanamkera wana... sana. Anaitwa Deogratia Cyprian wa Mweza Matopeni, pole sana huyu. Mwingine anasema ni Vincent John kutokea pale za Biharamulo, anasema ni kweli kabisa watu wa namna hiyo wapo wengi sana, naomba wajirekebishe. Uh, huyu mwingine anasema anaitwa Hajafi Idi wa Mabawe, anasema amenikumbusha. Siku moja jirani yangu waliniazima simu akatumia mpaka salio likaisha, muda eh, wa kurudisha akaogopa kuileta, akampa mtoto ailete eh? Hey, ni yeah, ajabu. Si unajua mtoto ni malaika? Hey, mamo mingine kuongea salio mpaka likaisha sio shida mm. Shida pia unaweza urudishe wewe mwenyewe pia, useme bwana nimetumia salio, bwana limeisha samahani. Hey, ndugu yangu ili e, mtu ajue, mwisho wa siku mtu anakuja naangalia eh. Anajua kwamba umetumia kiasi fulani, anarudi tena kupiga hakuna salio, afu tena umemtuma mtoto, ni kosa mara mbili. Na maana mtu anasema ah, kumbe yeye, ina maana amemtuma mtoto, ina maana amefanya makusudi. Hiyo ni kama dharau hivi yani, kwa sababu mtoto hajaazima simu, aliazima simu ni wewe, mtu mzima. Sasa kwa kuona aibu, nampa mtoto hii. Mtoto sijampa simu, ila mimi kwangu naona kumaliza salio hiyo sio shida. Shida ni kwamba hata utoe taarifa basi, umeshatumia imeshaisha, utoe taarifa, bwana, mimi nimetumia salio hiyo, limekata, nilikuwa na vitu vingi vya kuongelea, nilikuwa na yeah. I, i, so shida, hey. shida na, lakini kwa nini vitu vingi vije kwenye simu yangu? Mm. wewe umeniambia naomba dakika nne. mm. hey. Haya, kwa nini utumie dakika sita. Ah, maruseke dakika nane jamani mpaka kumi, lakini ukaniambia dakika mbili tu, mimi naenda kutumia simu yako, ndio utaongea kama dakika kumi na tano kama unavyojua naongea na baba chanja E, e, mbembelezana ah, ah, e. Uta, kwa hiyo nilikuwa na salio kidogo, labda kama utakuwa na nini nyingine utaunga hapo hapo moja kwa moja utamalizia shida zako. Unge wapi wakati ta salio amekuja kukomba we mwenye simu na unasalio, akilimaliza. <laughs> le salio timizi hana hata zile dakika angekuwa nazo e. Ile, ile, ile pesa angetumia angetumia kununua salio kwenye simu yake. Paka e, nimechoka. Ya <laughs> dozi hiyo jamani, tuisharifikisha. Tunashukuru sana pia wewe ambao unatazama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, James C. Ferdinandi Barige, kutokea pande za wapi, Kasharunga huko. Ndio. Anasema mambo aje aje muda wa mchakato. Ukweli watu wenye tabia kama hiyo ni vyema wabadilike bana, wanakwamisha mawazo ya wengine. Lakini Jahoza Vedasto anautazama muda huu anasema, piga misumari mm. wow, viumbe. Lakini wakati tukiendelea kupigilia msumari, basi tunakuambia tuendelee kucheza bahati nasibu ya taifa, kwa sababu pia masuala ya michongo ya pesa ni muhimu sana. mm. mm. Kwa shilingi mia tu eh, kwa shilingi mia tu unacheza tamba na namba unashinda shilingi milioni kumi. Lakini kwa shilingi elfu mbili unacheza loto ambayo inakupa ushindi wa shilingi milioni 45, na kuna shilingi mm. milioni tatu. Kwa hakika cha msingi piga nyota 149, nyota 88 na maleri, lakini pia hakikisha una umri wa miaka 18 na kuendelea. Lakini pia nakukumbusha kuwatembelea wakala bahati nasibu ya taifa na wanaopatikana karibu na wewe. Tumia USSD ya mix by yasi ya telemani pamoja na Mpesa. Maneno ni matatu tu, amini, cheza na ushinde. Nambari ya bule ni 0800 7822. Tatu, tatu. Saa sita kamili ni taarifa yeah. Una roho nzuri, unawapa watu michongo. <laughs> Ala ujumbe hey. Ana ujumbe Mwaluseke, mi nikasema siwezi kumaliza yaani ujumbe nimeusema hey. mpaka roho ikakereketa. Ndio. Kuna ujumbe bwana kutoka kule Buhigwe hey. kwa juae mahwihwi ye anasema hivi hmm. alimwazima mtu akatumia simu salio likafanyeje? Likaisha, akakopa

Hakimu kasema wenye tabia potovu, mbaya na zinazokera, wote kizimbani, wote kizimbani. Kijana unaitwa eh, nani? Koti inakuuliza kama una malilio yoyote mbele ya koti, wewe unaelewa ambia ufanya nini? Amekuambia kama unaweza jitetea, kama uelewi, si unasema Mheshimiwa, mimi sielewi. Hey, hey, hey.